TBT, eh, throwback Thursday hapa meka, ndo zimekaa ndo mali pake na ndo ambazo zilikuwa zinafanya vizuri. Eh, bwana ongera sana kwa burudani, uh, asante sana, asante sana. Nimeona Sumbango amekupokea kwa vibe kubwa sana, lakini sio leo tu, hata mwaka jana pia ulikuja, uliamsha ile mbaya pengine ile vibe. Wewe ulitegemea kwamba litakuwa hivi hivi? Uh, apana, ndio maandalizi mazuri viongozi walioyafanya hapa ndio anasababisha kitu kio kizuri kama hivi, watu waweze kujaa. Kwa hiyo mimi natoa big up sana kwa uongozi, viongozi kama mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, wote nawapa big up sana sana sana kwa mkoa, mkuu wa wilaya na wengine wote, mkurugenzi wa halmashauri wote walioandaa iishu mpaka anakuwa hivi. Mwaka jana nanyonyona watu nyomi, mwaka huu nimekuja na ferusa nakuta watu nyomi. Kwa hiyo kwa sisi Das Nundas kwa sababu tunapenda vitu vya ukweli. Huyu ni ukweli na uongozi bora ni huyu. Nilichosema mimi. Das Nundas ilikuwa ni crew ambayo ilikuwa imetikisa sana hicho kipindi. Lakini Das Nundas wange wao wanajua wewe ndio jina lako. Pengine eh, majina yako kamili na Das Nundas ipo. Das Nundas nafikiri watu wameiona pale. Das Nundas. Wachi kumtaja Das Baba, wachi kumtaja Das Baba, wachi kumtaja Feruzi. Yeah, na no, kuna kritiki, kuna rumba, kuna sajo, lakini namba mbili mara nyingi ziko zinaimba na zile namba tatu zina rap kwayo. Kwa hiyo, hapa tulikuwa sisi waimbaji mimi na Feruz. Nafikiri vibe ilikuwa sawa, so kutosha yani watu mfururu. Kwa hiyo Daz Nundas zipo, na mimi ni David wakwa, daudi wa kwanza na wa mwisho, ndio maana Daz auso bwana. Kwa hiyo mimi ni Daz, kundi langu ni Daz Nundas ambao sasa hivi Tanzaniano. Ina maana wa Watanzania wote nawakilisha. Ongera sana, show ilikuwa ni kubwa sana na nikuache upumzike. Nataka nijue ah, kwa vibe naloliona, Sumbanga unaitwa kwa ajili ya mkesha wa Mwenge. Pengine kama Das Nundas mwae kufikiria kwamba mfike siku moja kuandaa show na mliamshe kama mnavyoliamsha sasa hivi ya, tunafikiria tuna, tuna panga kitu hiki na viongozi wetu kama kina Nyakia ambao ndio wanaweza kutuleta hapa. Kwa hiyo nafikiri siku yoyote sio hapa tu hata Karambo Sumbanga wote tunataka au sio? Karambo kina Shafi wapo tutatembea. Wote tutembee au sio? Ndugu yetu Nyakia tunajua tukitaka kuandaa ni member memba pia Das Nundas tunaweza tukaandaa. Ya, kwa hiyo sisi ni Sumbanga pia ni member wa Sumbanga. Ni nyumbani ka wenyeji sasa, umetisha sana braha. Neno moja kwa mashabiki zako wa Sumbawanga, neno moja kwa mashabiki zako wa Sumbawanga ambao wako hapa leo. Nawapenda sana mashabiki wa Sumbawanga na kila napowaona najiona ni mimi <laughs> ya, nawapenda sana, nikiwaona mashabiki wangu najiona ni mimi. Kwa hiyo sina cha kujivunia, najivunia wao. Umetisha sana amani yeah, na upendo. Nakubali. Eh, bwana Daz Nundas, my man brother, ameua sana kwenye stage pale kama mnavyotazama show zake. Eh, bwana, mimi naitwa DJ Mwasa na Ushuani Media. Mimi niko katika viwanja vya Shule ya Msingi Chanji hapa ambapo naendelea kuangalia show zinazoendelea kwenye stage sasa hivi bado show ni kali sana. Twenzetu tuame kwenye stage, big shout sana. All up. <tinyo>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 jenereta pampu ya kuvuta maji pikipiki na guta. Wamiliki wa vyombo wote vya usafiri mkoani Rukwa wameshashtuka na mafundi matapeli. Kwa sasa wanafika kwa Edofundi pikipiki kutoka mitaa ya NBC benki pale ng'ambo yake. Lakini pengine unajiuliza utampata vipi Edo fundi pikipiki piki kutoka mitaa ya NBC pale Sumbawanga? Basi acha nikupe mawasiliano, chukua namba hii hapa 0763100043. Anaitwa Edofundi pikipiki kutoka mitaa ya NBC. Edo fundi pikipiki, usalama kwanza.